Eh, yes, oh uh, huh? Superwoman mama superwoman, eh, unajisau <laughs> <laughs> <Wewe. laughs> Inaogopa sasa, yeah. Umenitisha uh -oh. Hmm. Yemwe yeah, maskini mimi Mm. Oh. Yeah. Bada ijakata. Imekatika? Toka, toka. Kama na kuona. Ah. Ya mwage sasa. Ah. Sasa. Itupie. Itupie, haitarudi tena. Sinaona rudi <laughs> Jamani, ndo kama hivyo, tumetoa ametoa Superwoman. Superwoman ndio angevutika maumba yake yote, kama nakuona, mi naogopa jamani, usije ukarudi kipenzi, njoo nikushike Yaani hapo ni ulikuwa na katika katika kama mtu aliyegongwa na lori. Mimi tena